Raia watatu wa Marekani waliopatikana na hatia kwa kuhusika katika jaribio la mapinduzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka jana wameondolewa hukumu hiyo ya kifo, ambapo sasa watatumikia kifungo cha maisha jela. Kulingana na taarifa ya ofisi ya rais wa Kongo, walikuwa miongoni mwa watu 37 waliohukumiwa kifo Septemba mwaka uliopita na mahakama ya kijeshi. Watatu hao walituhumiwa kuongoza mashambulio katika ikulu ya rais na nyumba ya mshirika wa Rais Felix Tshisekedi Mei mwaka jana. Kutupiliwa mbali kwa hukumu hiyo kumejiri kuelekea ziara ya mshauri mkuu wa rais mpya wa marekani kuhusu afrika masad bulus nchini DRC. Mshauri huyo ambaye ni mtu wa karibu na familia ya Rais Trump anatarajiwa kuwasili jijini Kinshasa siku ya Alhamisi, ambapo pia anatarajiwa kuzuru mataifa ya Rwanda, Kenya na Uganda. Wizara ya mambo ya nje ya marekani hapo awali ilisema kulikuwa na mazungumzo kati ya nchi hizo kuhusu suala hilo la kuhukumiwa kifo kwa raia wake nchini DRC. Watatu hao walipatikana na hatia ya njama ya uhalifu, ugaidi na mashtaka mengine ambayo walikanusha. Mshukiwa mkuu wa jaribio hilo la mapinduzi, Christian Malanga, raia wa Marekani mwenye asili ya Congo, aliuawa wakati wa shambulio hilo pamoja na wengine watano. Kwa jumla watu hamsini na moja walihukumiwa katika mahakama ya kijeshi wakati wa kesi hiyo ambayo ilipeperushwa kwenye redio na runinga za kitaifa nchini DRC. Hukumu za kifo hazijatekelezwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa takriban miongo miwili, na badala yake wafungwa wanaopokea adhabu hiyo huwa wanatumikia kifungo cha maisha jela. Serikali iliondoa sheria ya kutoa nyonga wahalifu nchini DRC mwezi Machi mwaka huu, ikitaja haja ya kuwaondoa wasaliti kutoka kwa jeshi la taifa lakini kuna adhabu ya kifo iliyotekelezwa tangu wakati huo. Haijabainika iwapo wafungwa wengine ambao ni pamoja na raia wa Uingereza, Ubelgiji na raia wa Kanada pia watabadilishiwa vifungo vyao.